Habari ya wakati huu na karibu sana katika kipindi cha Chekeche. Hiki ni kipindi ambacho kinaangalia uchambuzi wa siasa za kimataifa lakini pia matukio makubwa ambayo yametokea katika jumazima kwa wiki hii. Tukio kubwa ni la uchaguzi wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ambaye amechaguliwa huko Vatican. Hebu tuone kwa kifupi kilichotokea, alafu tuanze kuangalia mjadala wenyewe. Hayo ndiyo mapokezi aliyopewa Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne na hii ni baada tu ya kwanza moshi mweupe kushuhudiwa, lakini pia ye mwenyewe akaonekana hadharani kwa mara ya kwanza akiwa ni Papa wa mia mbili sitini na saba. Ni mtu mkubwa duniani akiwa anaongoza Wakatoliki wa Katoliki bilioni moja nukta nne huku pia akiwa ni mtu ambaye anatazamwa kama miongoni mwa watu wenye ushawishi duniani kutokana na dhamana aliyonayo katika maswala ya diplomasia ya dunia. Ni kutokana na taswira hiyo ndicho ambacho kinatufanya tukae katika kipindi hiki cha Chekeche tuangalie dhamana aliyonayo na maana yake kuchaguliwa kwake kwa kanisa Katoliki duniani lakini pia kwa dunia kwa ujumla. Mimi ni Raymond Yambihula na katika kuliangalia hili tunao wageni wawili. Awali ya yote, nimtambulishe tuli naye hapa studio, huyu ni Padre Chesco Msaga, yeye ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Karibu sana padre. Asante sana na tunashukuru kuwa nawe, na mimi pia nimefurahi kuwa Azam yeah. TV siku ya leo. Karibu sana lakini, pia tunaye padri Titus Ngapemba, yeye ni mwanafunzi wa mawasiliano kutoka katika chuo kikuu cha kipapa kule Roma, anaungana no nasi akiwa mjini Vatican. Padri Ngapemba, karibu sana. asante sana. asante sana asante, na pengine nianzie kwako padri Ngapemba. Uh, nini kinazungumzwa huko baada tu ya kuwa tayari imeshajulikana kiongozi mpya wa kanisa katoliki ni Papa Leo Asante kwa swali zuri. Nini kinazungumzwa huku? E, magazeti pamoja na vyombo vya habari mbalimbali na hata katika makundi mbalimbali mbali ya mitandao ya kijamii kwa ujumla, yana yana kiu ya kutaka kujua hasa papa atashughulikia matatizo gani au mambo gani makubwa. Hiyo moja kwa watu jumla, lakini hmm, pia katika kundi lingine la pili, Wakristo Wakristo nao Wakatoliki nao wana, wana mitazamo yao tofauti mitazamo miwili tofauti. Kwanza, Wakristo wa Katoliki wanafuraha wamepata kiongozi mkuu. Kwa hiyo papa ni, ni, kiongo, ni kiongozi miongoni mwa viongozi wengine kama, kwa sababu papa pia anaunganisha maaskofu katika majimbo yote duniani na ile pali mwanavaa shingoni, maanake ni ishara kama ya unganiko la kanisa zima duniani. Kwa hiyo Wakristo hamu yao sasa imeisha. Sasa tumepata papa. Sasa wanaangalia tunaendelea mbele katika mambo ya sala na kumbuka pia kipindi ambapo Papa Francis ameiacha dunia E, shughuli zote za msingi zi, ambazo zinabadilisha miundo ya kanisa zilisimama zil, zil, zili mfano mm -hmm. Uteuzi wa maaskofu na nini. Sasa mambo yanaendelea kama kawaida, hiyo moja. Lakini pia tukirudi kwa upande mwingine duniani, e, wanadiplomasia nchi mbalimbali e, zinamwangalia papa kama, kama raisi ambayo e, tunakumbuka kwamba huyu papa e, au rais wa Vatican pia e, e ni mmoja wa viongozi wakubwa duniani, e, yuko kule e, yeye ni wanamwita si kwa Kiswahili anahitaji permanent observer katika Umoja wa Mataifa. Lakini sio memba kwa maana kwamba wengine memba wengine wanaingia kama yeye ni permanent kwa namna ya pekee kama katika issue hasa ya kidiplomasia. Sasa, mm, wao wana mitazamo yao kwa sababu kuna migogoro mikubwa sana Ulaya. Kuna migogoro ya kijamii, kuna migogoro yenyewe ya kidiplomasia, kuna mambo mengi ya kijamii ambayo yanategemea pia kwa asilimia fulani mkono wa Papa utafanya kitu fulani, na ndio maana naona viongozi wengi sana duniani wamekuwa wakisubilia hiyo. Lakini vile vile, ukiangalia siku ile Papa anatangazwa, unaona kuna bendera nyingi e, za nchi mbalimbali. Watu walikununua sana bendera, na nakumbuka mimi niulizia bendera ya Tanzania nikakosa. Kwa hiyo <laughs> watu wana, imekuwa yani, mawazo mchanganyiko lakini viongozi wa dunia, kwa maana viongozi wa kiserikali katika nchi mbalimbali, na wenyewe wana mtazamo wao. Kuna migogoro mikubwa tunatambua, Ulaya uhamiaji kwa mfano e, eh, wakimbizi e, eh, mambo ya haki eh, za binadamu um, haki za wafanyakazi e, issue za unyanyasaji wa um, aina mbalimbali na ma, mitazamo mingine ya kijamii. Kwa hiyo watu wanas, wanasubiri kwa mpapa ataanza na lipi na alianza saa, pale amani iwe kwenu siku ile ambayo ametoka pale kwenye dirisha alafu baadaye akashukuru Mungu akamshukuru kwa ufupi, mm. Sawa sawa, Padinga Pemba nitakuja tena kwako. Uh, Padichesco tumesikia kwa utangulizi ambao amefanya. Uh, Padinga Pemba katupa picha taswira nzima. Kwanza nisikie kutoka kwako, ikizingatiwa kwamba hili ni tukio ambalo linakuja mara chache la uchaguzi wa Papa, mpaka itokee matukio kama haya, kwamba aliyepo pengine ameumwa au amefariki dunia, siku unaona moshi mweupe unatoka nini kilikuja fikirani mwako na ulivyoona sasa kiongozi wa sasa wa kanisa hili ni uh, Papa Leo? Kwanza nilikuwa na furaha ya pekee siku hiyo, nilikuwa na tume, watu wengi tumekaa kwa pamoja tunatazama uh, tv uh, kuona kwamba ni nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo tulipoona ule moshi mweupe hmm. Tukafurahi tukafurahi sana tu kwamba sasa hatimaye Papa amechaguliwa lakini swali lingine ambalo lilikuwa linafuata sasa ambalo ndio hilo wengi, ilichukua muda mrefu kwa sababu ilichukua karibu dakika arobaini mpaka akatokeza, yeah. au tukajua sasa ni nani, ilikuwa kujua ni nani sasa aliyechaguliwa mm -hmm. kwa sababu huko, uh, kabla ya uchaguzi, basi yalikuwa maneno mengi mengi, lakini sisi tulitambua kwamba kazi ya kumchagua papa ni kazi ya Roho Mtakatifu na ndio imani yetu mm -hmm. pamoja na kwamba ni wanadamu ambao wanafanya hiyo kazi, wanashiriki kupiga kura zao lakini hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya kuchaguliwa tukamshukuru Mwenyezi Mungu hmm, na kitu cha pekee kwamba sasa katika historia kwamba alikuwa papa hajatoka Marekani. Hmm, kwa mara ya kwanza papa anatoka Marekani. Kwa hiyo tunaona kanisa linazidi kufunguka, kanisa linazidi kuonyesha ule umoja wake zaidi, kwamba mapapa hawatoki Ulaya tu au hawatoki uh, zamani walikuwa wanatoka Roma tu baadaye <laughs> wakaanza kubadilika, wakaanza kutoka hata sehemu nyingine, Poland na kadhalika, baadaye Argentina, sasa ametoka Marekani. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwanza ule umoja wa kanisa, mshikamano wa kanisa na uzuri wa waamini wa Katoliki kwamba walichokuwa wanamtaka ni papa mm -hmm. Haijalishi ametoka wapi wa <laughs> rangi gani tunamtaka <laughs> <laughs> <laughs> papa. kwa hiyo Afrika itafika siku moja ha. Pia katika historia huko zamani sana walitokea mapapa ambao walitoka Afrika, hatujui kama walikuwa weusi kabisa kama sisi mm -hmm. au walikuwa ni Afrika ile nyeupe, hatuwezi kufahamu mm -hmm. lakini kuna papa Jelassius, papa Victor, papa Melkiedes walitoka Afrika mm -hmm amewahi kufika Tanzania. Uh, kwa mnavyosikia ambao wamekutana naye wanamzungumza ni mtu wa namna gani? kwa kipindiko akiwa ni, ni, ni, ni kadinali alipofika Afrika hakuwa kadinali, hakuwa kadinali alikuwa mm. ni kiongozi wa shirika la Waagustiniani yeye mm. ni Mwagustiniani. Kwa hiyo alifika Tanzania, kadiri nilivyowasiliana na baadhi ya watu, waliambia mwaka elfu mbili na tatu na alifika maeneo ya Mahanje kule Songea, alifika maeneo ya Morogoro aka akapokea, akapokea, fanya ibada na kupokea nadhiri za wafuasi wa kwanza, wa kwanza sio wafuasi wa kwanza tuseme waliokuwa wanaweka nadhiri za kwanza wa shirika lake, na alifika Dar es Salaam. Kwa hiyo ni maeneo hayo alifika, lakini alifika wakati h wa, akiwa padri mkuu wa shirika la Waagustiniani ulimwenguni. Sawa hmm. Sawa, kwa faida mtazamaji, hebu kwa wakati huu tuangalie machache yanayohusiana na rekodi za uchaguzi wa mapapa katika siku za hivi karibuni. Tunafahamu kwamba uchaguzi huu unafanyika si wa kila mwaka tuseme au kama unasema kama viongozi wengine, labda kila baada ya miaka minne kuna uchaguzi. Kanisa Katoliki na utaratibu tofauti kwamba yule anayekuwepo madarakani anapotoka aidha kwa kuumwa ama kufariki dunia uchaguzi unafanyika. Katika siku za hivi karibuni tumechukua mifano minne tu, tuanze kwa kuangalia mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane. Ulikuwa ni uchaguzi wa Baba Mtakatifu Papa John Paul wa pili, ulifanyika kwa siku tatu, na kura zikiwa zimepigwa mara nane, lakini baada ya hapo ukaja uchaguzi wa mwaka elfu mbili na tano ulikuwa ni uchaguzi wa Baba Mtakatifu Papa Benedict wa kumi na sita ulifanyika kwa siku mbili na kura zikapigwa mara nne. Mwaka uliofuata mwingine ukawa ni mwaka elfu mbili kumi na tatu uchaguzi wa Baba Mtakatifu Papa Francis wenyewe ulifanyika kwa siku mbili, kura zikawa zimepigwa mara tano lakini baada ya hapo ndio uchaguzi huu wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano uchaguzi wa baba mtakatifu Papa Leo wa kumi na nne wenyewe umefanyika kwa siku mbili na kura kupigwa mara tatu. Hapo unaona kuna siku mbili siku tatu, kwa hiyo uchaguzi umekuwa unafanyika si kwa muda mrefu sana. Padringa Pemba, bila shaka bado unatupata vilivyo. Hebu tusikie kutoka kwako kwamba kuchaguliwa huku kwa Papa Leo kuna maana gani kwa Kanisa Katoliki katika mazingira ya sasa ambayo kumekuwa na wakati mwingine na taswira kwamba kuna usasa unatakiwa kuingia na watu na mitazamo mingine tofauti na pengine na mambo ambavyo yamekuwa katika utamaduni wa Kanisa Katoliki. Asante uh, sana zuri. E, kwa swali zuri, kwa ujumla kanisa linaishi elimo ndani ya jamii na jamii daima inabadilika kadiri ya mazingira wakati. Kwa kwa hiyo kanisa limbo humo humo, ndani ya jamii kwa sababu sisi wa Kristo, kwa ujumla ni sehemu ya jamii. Lakini kwa upana wake kanisa alijajifunga tu kwa wakatoliki tu. E, misheni ya kanisa e, limefungamana na dunia nzima watu wote, kwa sababu lengo kubwa la uinjilishaji pia kuleta amani, kuleta furaha, na watu wamtambue Mungu na hata kumtambua Mungu katika imani zao za jadi ambazo njema ama imani za kisasa madhehebu yote dini. Kwa hiyo kanisa liko katika upana wake huo, na ndio maana kanisa pia eh, kwa namna pekee pia eh, kanisa Katoliki lina ofisi ambazo zinashughulika na dini nyingine, na hapa Roma, nazo katika kila majimbo yote duniani zipo. Kwa hiyo hiyo niko jumla. Sasa changamoto ni nyingi sana katika dunia leo kuna changamoto za maadili eh, kuna changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, kuna changamoto za mm, kutokuwa na maelewano kati ya mataifa na mataifa, vita na nini. Sasa kanisa limejishughulisha na hayo yote na tangu mwanzo, na tukumbuke pia, tunaposema sasa kanisa liko katika mazingira haya na hali hiyo, eh, bahati nzuri kanisa lenyewe sasa, maanake lina kofia mbili, Papa ana kofia mbili kama kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani lakini, pia e, kama rais wa Vatican. Na kwa ufupi tu labda, e, Vatican ilikuwa state, e, kama nchi mwaka 1929 walipoingia na mkataba, kipindi kile alikuwa Mussolini. Kwa hiyo e, walikubaliana ikamegewa kipande, ni nchi, ni nchi kama zilivyo nchi zingine duniani. Sasa hayo ndio mazingira ya kanisa, lakini pia mm. kanisa yalipo katika jamii, jamii za leo zina changamoto nyingi. Kwa mfano e, kumekuwa watu kudai uhuru sana kupita kiasi, e, uhuru wa watoto, uhuru wa watu kufanya mambo wanaojitakia, mara nyingine hata bila kuangalia kile make kuna uhuru ukizidi sana kupita kiasi na inakuwa ni tatizo, sio uhuru tena. Sasa mm. kanisa linaangalia hicho kitu e, kwa mfano e, ishu ambayo ya hivi karibuni e, alishughulika sana nayo Papa Francis, na alifanya media ziweze e, anasema, alivuta tension ya media sana alipojihusisha na maswala kwa mfano ya E, ya mambo ya uhamiaji wa wakimbizi na haki za binadamu. I, ilileta mkanganyiko kidogo, hasa wakimbizi. Kwa mfano hapa Ulaya, umoja Ulaya walisema kwamba e, nakumbuka e, waziri mkuu hapa ambaye ni kama Rais Meloni alisema kwamba e, watu hawa wakimbizi wabaki kwao, umoja wa Ulaya waangalie jinsi ya kuwasaidia waishi huko huko kwao, wabaki huko kwao. Eh, hawapendi wakimbizi, unajua wanapokuja wakimbizi, pia wanaweza kusema wanaharibu pia hata bajeti ya nchi, ingawa umoja wa Mataifa unashughulika pia, na kuna vitengo maalum vya shughuli na wakimbizi. Kwa hiyo wabaki huko kwao, waone mazingira kuwasaidia, hilo moja. La pili, sasa hizo ni siasa eh, lakini unaona hiyo biashara ya wakimbizi inafanywa na watu matajiri sana eh, naongea kama mwanafunzi wa mambo ya communication, international communication, mahusiano umo kwa ujumla mm kuna watu wanafanya wanafaidika na hizi na Papa Francis alisema hizo ni biashara za watu. Kuna watu wanafaidika na hizo biashara, kwa hiyo wakimbizi wanakuja. Sasa wakimbizi wanakuja, wakati huo wamekubaliana kwa ujumla, hatutaki kupokea wakimbizi. Sasa Papa Francis alichoamua, nakumbuka alisema kama kanisa, sasa yeye nafasi kama Papa, akasema kwamba Wakristo wawapokee wakimbizi, ndo Ukristo wenyewe ndo binadamu wenyewe. Kwa lugha hiyo, maanake imeleta kama kidogo e, eh, msuguano eh, eh, sasa watu wakisema, ah, huyu sasa papa ana influensi dunia nzima anasemaje? Kwamba Wakristo wapokea kwa hiyo hizi nchi za Ulaya pia zikawa zimepigwa na butwa. Lakini hiyo moja, la pili pia anaambia mimi, nimeambiwa kwamba Wakristo ndo wapokee wakimbizi wawasaidie, familia moja moja ipokee familia, ipokee watoto, ikipokea kina mama. Lakini sasa Wakristo hawa wanaishi huku, anawataka yeye ni, ni raia katika nchi hiyo. Sasa hapo ndo tunaona usipokuwa sasa na busara, unaweza kuona kama e, kanisa linaingilia mipaka ya e, yaani limezidi yaani linafanya siasa, lakini katika ule uhalisia kwamba e, wakimbizi wapo wanakuja, pamoja na wao kujizuia, lakini inashindikana. Mm -hmm. E, unakumbuka kule Trump alipotengeneza alipo, mipaka kule Mexico ukuta na nini, Papa alikataa likemea sawa sawa, hata e, kwa sababu mm -hmm. vitu vya mtindo na mikoa, kanisa linaishi katika mazingira haya magumu, naweza mm -hmm. kusema mazingira ya kisasa ni magumu sana. Pia teknolojia alisema pia teknolojia iweze kutumika kwa ajili ya kumkomboa binadamu, iweze kumsaidia binadamu mm -hmm. leo tunapongelea huko Ulaya tunaita <clears throat> we ni mwana mawasiano mzuri kama mimi, tumesoma ya mambo tunajua. Tuna kitu, kuna kitu kinaitwa kuna cyber war Eh, teknolojia sasa hivi sio mambo ya kurushana, sasa kuna cyber war ambayo ndio inasumbua sana huko Ulaya. Eh, vita hivi ki, vya kidijitali ni vikubwa mno ambavyo ukiangalia msingi wake pia ni kutafuta pesa. Tutarejea hmm. Hapo padri Ngapemba, asante sana kwa ufafanuzi uf, uf, huo. Ni Padre Tata Singapemba, yeye ni mwanafunzi wa mawasiliano chuo kikuu cha kipapa Roma, akiwa anazungumza nasi kutoka kule Vatican, lakini pia tunaye padri Chesco Msaga, naibu katibu mkuu wa baraza la maskofu Tanzania, ambao kwa pamoja tunaangalia kuchaguliwa kwa Papa Leo kuna maana gani kwa kanisa katoliki, lakini pia dunia kwa ujumla. Tutarejea hivi punde katika sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki. Asante na karibu katika sehemu ya pili. Kipindi ni Chekeche, mimi ni Raymond Yamwehula, uchambuzi wa siasa za kimataifa. Leo hii tukiangalia zaidi tukio la kuchaguliwa kwa Papa Leo ambaye sasa ndiye kiongozi wa Kanisa Katoliki hapa duniani. Kuchaguliwa kwake kuna maana gani kwa kanisa lenyewe, lakini pia dunia kwa ujumla, ikizingatiwa toka sehemu ya awali tumesikia namna ambavyo wageni wetu wanahusisha kofi yake pia na masuala ya kidiplomasia. Huu ni uchaguzi ambao ume fanya kuwe kuna mitazamo mbalimbali na mapokeo tofauti tofauti. Hebu tusikie baadhi ya viongozi wa dini ambao tulizungumza nao hapa Azam TV na mapokeo yao baada ya kuchaguliwa kwa kiongozi huyu, halafu tutarejea hapa. Papa mtakatifu mpya haanzishi kanisa jipya. Kanisa ni lile lile lililowekwa na kuanzishwa na Yesu Kristu. Yeye anaendelea kuliongoza na eh, kulielekeza kama Kristu mwenyewe anavyotaka kubwa ninalowaomba wenzangu wote wa Katoliki na watu wote wenye mapenzi mema e, tumwombee kusudi atekeleze kazi yake kwa ufanisi na ubora. Tunaangalia tu kipindi kilichopo, ni kipindi ambacho e, naweza kasema ni cha utandawazi. E, ni kipindi ambacho ni cha maendeleo ya teknolojia na sayansi. Kwao tunaona kwamba mwanadamu wa leo ni tofauti na mwanadamu aliyepita, hasa tukiangalia katika maisha ya kiroho. Watu wengi sasa wanaangalia mambo ya, ya kibinadamu zaidi. Nasema materialism kwa Kiingereza, anasema na secularism inaanza kutawala. Kwao anayo kazi kubwa kurudisha watu waweze kuthamini maisha ya kiroho na wawe na hofu na Mungu. Kwa mheshimiwa mufti eh, anampongeza ana Eh, Papa Leo, Papa wa kumi na nne kwa nafasi aliyoteuliwa. Kwa hiyo anamwombea Mwenyezi Mungu eh, aweze kusimama vizuri katika hasa kuyatetea eh, yale mazuri na makubwa aliyoyasimamia eh, Papa Francis. Hayo ni mapokeo na maoni ya baadhi ya viongozi ambao tumezungumza nao kusikia kile ambacho wanakifikiria katika uchaguzi huu. Hiki alichokizungumza na kiunganisha na kingine ambacho kimejitokeza kutoka kwa Papa Leo mwenyewe, uh, uh, Padri Chesco, uh, katika alipot, alipotoka hadharani kwa mara ya kwanza Papa Leo na kuzungumza na waumini na dunia nzima ambayo ilikuwa inafuatilia matukio yale, akasisitiza uh, uh, masuala ya amani na umoja, lakini hata kwenye misa yake ya kwanza akiwa ya, ya, ya, tayari ni, ni papa akataja dhana ya kuleta mwanga katika maeneo yenye giza ulimwenguni. hapa anaiambia nini dunia? Ni kweli, papa alipojitokeza hadharani aliwaambia aliwasalimia watu akawaambia amani iwe nanyi. Ni salamu vilevile ya vile, Bwana wetu Yesu Kristu, Yesu Kristu mfufuka kila alipowatokea mitume hmm, au alipowatokea wafuasi wake aliwaambia amani iwe kwenu. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba Papa anataka Papa Leo wa kumi na nne, lengo lake na dira yake katika uchungaji wake, anataka dunia iwe na amani. Tunatambua kwamba kuna vita ambavyo vinaendelea sehemu mbalimbali ulimwenguni, hmm. Uh, Kongo, Ukraini na mahali pengine huko hmm. uh, Machia, pia vita vinaendelea hmm. Kwa hiyo Papa um, huyu uh, kazi kubwa ambayo anataka kuileta uh, ni kuleta amani katika ulimwengu. Watu turudi, tutambue kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu, kwamba sisi sote ni ndugu, tuna wajibu wa kukaa na kupendana kama ndugu uh, ambao tumeumbwa tuseme, ni watoto wa Mwenyezi Mungu. mm. kwa hiyo hilo ni la kwanza, lakini vile pia kuna vita vya kiuchumi ambavyo vinaendelea. Tumeona vita vya kiuchumi ambavyo vinaendelea sehemu mbalimbali ulimwenguni na kadhalika, kila mmoja anataka kujipatia yeye bila kujali watu wengine hmm, lakini tunaona pia masuala ya vita yanasababisha wakimbizi watu kutoka katika nchi zao kukimbilia katika nchi nyingine ili kuweza kuji, uh, kupata mahali ambapo ni pa amani, mahali ambapo ni pa usalama mm. Lakini pia kwenye vita vya kiuchumi kuna watu wengine wanakimbia hali ngumu za kiuchumi katika nchi zao kwenda katika nchi nyingine ili kujitafutia sehemu ambazo zina unafuu zaidi wa maisha. Kwa hiyo, papa huyu, uh, kadiri ya mang'amuzi yake mm. Yeye ni misionari na amezunguka katika nchi nyingi sana ulimwenguni mm. Uh, anaelewa hali halisi ya maisha katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo lengo lake ni kutengeneza daraja, daraja kati ya wale ambao wanahangaika na wale ambao wanaishi vizuri, ili sisi sote kama binadamu katika ulimwengu huu basi tujisikie kwamba wote ni raia wa ulimwengu ambao tuna haki ya kuishi vizuri, kwa upendo, amani na mshikamano, hilo hmm. ndio ambalo, huo ndio ujumbe ambao papa toka alipotoka mara ya kwanza akasema, amani iwe kwenu. Ni amani ambayo anautakia ulimwengu, amani ambayo anamtakia kila mmoja mwenye mapenzi mema. Sawa sawa, Padinga Pemba, uh, nini, wewe mtazamo wako kuhusiana na hii dhana ya kupeleka uh, mwanga katika maeneo yenye giza ulimwenguni kama ambavyo tumemsikia Papa Leo katika misa yake ya kwanza? Eh, samani kidogo, naomba urudie swali, lilikuwa na katika aha, kidogo oh, pole nilikuwa nasema kila alichokisema Papa Leo kuhusiana na kupeleka mwanga katika maeneo yenye giza ulimwenguni, mapokeo yake ni yapi katika hili? Anata, anatafsiri nini hapa? Ya sikupata sawa sawa, ila kama nimekusikia vizuri, ingawa hmm, nakatika, kwamba Papa Leo anataka kupeleka nini katika ulimwengu wa sasa katika nafisia, kupeleka, kupeleka mwanga katika maeneo yenye giza But... Eh, sauti yako imepotea. Oh, eh, ninasikia kwa kukatika katika sana. Pole pole pole sana. Naona mawasiano si, si, si mazuri pengine ah. Hapo merudi. Oh, sawa pole. Nilikuwa nasema Papa Leo anasema kwamba kuna jukumu la kupeleka mwanga katika maeneo yenye giza duniani. Nini mapokeo yako katika kuitafsiri kauli hii? Eh, kauli hii naweza kuitafsiri kama pia ni kauli ya um, naweza kusema ya kinabii kauli ya kinabii kwa maana kwamba kama Papa ye ana, tunaamini hivyo na ndivyo ilivyo, uh, anaongozwa na Roho Mtakatifu, ingawa hali yake ni kibinadamu. Kwa hiyo kila kabla hajatoa kauli yote, lazima kwanza afanye tafakari, atathmini, lakini pia ana watu ambao wanamsaidia katika kujua hicho anachokiongea ni nini. Kwa hiyo kinapimwa. Kwa hiyo kwa kauli hiyo mimi nafikiri ni kwamba ni kitu ambacho kweli hata amenuia kufanya lakini pia kwa nguvu na mshikamano e, wa wasaidizi wake na nini tafsiri na natafsirika kama tafsiri chanya katika jamii na sasa na katika kazi zake kwa ujumla. mm -hmm. Sawa sawa, muda wetu unaona unatukimbia tukimbia sana, tuna takriban dakika moja, tuitumie tunavyoweza kufanya. Padre Chesco, ujumbe wako wa mwisho nini baada ya haya yote kwa ameshamalizika, na sasa Kanisa Katoliki lina kiongozi mpya. Tumwombee Papa wetu Leo wa kumi na nne ili katika majukumu yake aweze kuliongoza kanisa kadiri Mwenyezi Mungu alivyopenda na sisi sote tuwe tayari kufuata uh, maelekezo na yale yote ambayo kanisa litatutaka tuyafanye ili kuufanya ulimwenguu uwe mahali pazuri zaidi pa kuishi, tukipendana tukishirikiana na kusaidiana kama wanadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. mm -hmm. Sawa, ni kushukuru sana. Huyu ni Padri Chesco Msaga, yeye ni naibu katibu mkuu wa baraza la maaskofu uh, Tanzania TEK, ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki. Padri Ngapimba, na wewe ujumbe wako wa mwisho ni upi, baada ya kuwa tumeshuhudia haya yote na sasa kanisa lina kiongozi mpya na dunia inamtazama yeye hivi sasa? Nini ujumbe wako wa mwisho? E, ujumbe wangu kwa kweli wa mwisho ni kwamba kama yeye alivyotoka na kutakia amani kwetu, kama Kristo alivyofuka akasema amani kwenu. Kwa hiyo ujumbe wangu mkubwa kwa kweli ni kuonyesha ushirikiano, kushirikiana naye katika nafasi mbalimbali, tukikumbuka kwamba e, Vatikani inafanya kazi katika m, katika majukwaa mawili e, wanaita ile mahusiano kati ya nchi na nchi na ndio maana tuna man, man, man, manusi ambao ni mabalozi hata Tanzania wapo, katika nchi mbalimbali tunaoshirikiana wanaoshirikiana nazo na Vatican. Lakini pia katika ile wanaita bilateral kwa Kiingereza, lakini kati ya nchi na nchi um, make mambo yanahusu kiserikali zaidi, alafu pia kuna hiyo um, makte electoral amba, ambayo yenyewe ni mahusiano na shughuli za kijumla za kijamii ambazo zinafanyika. Kwa hiyo, shughuli za kijamii papa hawezi kufanya peke yake, hata umoja hawezi kufanya peke yake. Isipokuwa hizi nchi ambazo zinaweza kushirikiana naye. Nimemsikia hapa She amemtakia uh, matashi mema na kitu kizuri. Kwa sababu pia Vatican inafanya kazi katika mambo ya ku inataka sana kufanya diplomatic ile ya mazungumzano. Sawa. Kila ishu lazima tukae pamoja, tuamuka pamoja. Dunia ni ya kwetu sote, nchi ni ya kwetu sote, sidi bara ni ya kwetu sote, kuweza kukaa pamoja, mahusiano mazuri ndicho kitu ambacho tunasisitiza. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa ujumla, e, tumuombee tushirikiane naye. Kila mmoja ana nafasi, sio lazima uwe kiongozi labda ndio unaweza kuwa na nafasi. Hata wewe mtangazaji, hata mimi, hata mtu ambaye sio nani ana nafasi, kwa kupitia viongozi maalum kuweza kushirikiana na kanisa na nchi zinazoishi kusudi dunia iweze kuwa dunia ya furaha na amani ambayo ndicho kitu cha msingi. Naam, Padre Teta Ngapemba ni mwanafunzi wa mawasiliano chuo kikuu cha Kipapa kule Roma, akiwa ameungana nasi akiwa kule Vatican na miongoni ambao walishuhudia tukio lile la Papa kuwa uh, anatoka anatangazwa na zile fraza zote ambazo zilitokeza pale Vatican. Mimi uh, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi, tumeangalia kwa sehemu kubwa namna gani ambavyo uchaguzi huu wa Papa Leo wa kumi na nne una maana gani kwa kanisa lenye Katoliki lakini pia duniani kwa ujumla. Bila shaka uchambuzi uliofanywa na wageni wetu umekupa taswira ya kile ambacho kinatarajiwa mwingine uchambuzi mwingine wa siasa za kimataifa na diplomasia za kimataifa. Mimi ni Raymond Nyamahula.